Tuko kwenye viwanja hivi vya Buseru ambapo maelfu wamejitokeza kwa ajili ya kumwaga Juliet Katua, mama wa watu huyu. Miongoni mwa watu ambao wamefika katika viwanja hivi ni Big Boss Dr. Jembe kutoka Dar es Salaam mpaka Mwanza kwa ajili ya kuja kumzika Juliet Katua. Una uhusiano Okay, gani naye? Uh, marehemu Juliet Katua, kwanza anatoa pole kwa familia na kwa ndugu na jamaa na Mwanza nzima kanda ya ziwa kwa ujumla. Uh, Juliet Katua amekuwa ni mdau, mdau wa kibiashara. Kwa hiyo ni mfanya biashara mwenzangu. Lakini mimi nilipata nafasi ya kufanya naye kazi. Sikuwa naye karibu sana kama uh, social, lakini nimeweza kufanya naye kazi za mapambo, nimekuwa nikimpa biashara za mapambo na wakati mwingine amekuwa akitumia vifaa vyangu uh, vya Jembe FM na Jembe Media uh, Group ambazo ambapo akipata event ambayo inahitaji vifaa vikubwa zaidi amekuwa akitumia vifaa vyangu kwa hiyo ni mama ambaye kwa historia yake nimemfahamu kupitia watu ambao walikuwa naye karibu. Ni mtu mwenye upendo sana, na amekuwa akisaidia watu wengi, na ndio maana utaona siku kama leo kume, kume, ya leo kumejaa watu wengi sana, na watu wengi wameguswa. Kila mmoja aliyeko hapa ameguswa kwa namna yake, namna moja au nyingine. Kama hajaguswa yeye, basi kuna mtu anamfahamu ameguswa na huyu mama. Na maisha yake ameishi kama kitabu, hadithi nzuri ambayo imeishia Uh, kwa masikitiko au kwa majonzi, lakini amekuwa ni hadithi tamu, hadithi njema sana ambayo kila mtu atapenda kuisikia. Kila mmoja akiinuka hapa, ana historia yake au ana, ana stori yake kuhusu jinsi ambavyo eh, Mama Katua alivyomgusa na vile vile Mwanza nzima imemiminika ime, hapa si, sijui kama kuna mtu ambaye namjua mimi wa Mwanza hajatokea hapa, kwa hiyo inavyoelekea kwamba ni, ni mtu ambaye ameacha pengo kubwa sana. Tunajua kwamba pengo lolote kama hili alizibiki, lakini Mungu ana mapenzi yake na mara nyingi anachukua wale ambao mkitaka kuwapenda sana, ndio huwa anaondoka nao. Kwa hiyo wakati mwingine mimi mpaka huwa nawaza na kwamba inabidi nah, nisiwe mwema sana <laughs> <laughs> hey, kwa sababu watu wengi mimi nawajua wema sana, Mungu anakuwa anaondoka nao, sijui huwa ni nini hicho? kwa hiyo ndio maana wakati mwingine mi naamua kuwa mkaksi yani. Umeona ndugu yangu, ili ili niendelee kuwepo. Lakini yote kwa yote mapenzi ya Mungu tu lazima tuyakubali na tukubali kwamba uh, kule aliko, kwa sababu ya mema mengi aliyoyafanya ya basi Mungu atampokea na atampa pumziko la milele. Laya milele umpe Bwana na mwanga wa milele umwangazia, pumzike kwa amani, marehemu Juliet. Asante mpaka umepanda ndege bosi. Maanake ni kwamba kuna namna ambavyo msiba huu umekuvuta kwa kiasi kikubwa sana. Natamani kufahamu kama ni topic ya maisha, unafikiri mama Katua akatuachia topic ya namna gani? Mi naona mama Katua akatuachia topic ya upendo hii. Hili ni moja ambalo limeshikilia lime, kila mmoja alikuwa akisimama, alikuwa anazungumzia kuhusu upendo wake. Kwa hiyo alikuwa na upendo kwa familia, ana upendo kwa rafiki, ana upendo kwa watu wanaofanya nao kazi, na hakuwahi kuwa na roho mbaya. Ukiwa na upendo huwezi kuwa na roho mbaya. Unaoona watu wote waliokuja hapa wamekuja, wengi wao wako kwenye industries ambazo wanafanya kazi yeye, ikiwemo wapambaji, washereheshaji na shughuli mbalimbali. Hajawahi kuwabania, hajawahi kuwafanyia kuwa uh, fitna, amekuwa akifanya kazi kwa kushirikiana na watu wengine. Kwa hiyo nadhani upendo ni jambo kubwa sana kwenye maisha yetu, tushirikishe, tujishirikishe kwenye upendo na tupende watu wengine ili tuache hadithi nzuri. Jembe FM tumekuja hapa kuhakikisha matukio yote ambayo yanaendelea hapa tunakuwa ni sehemu ya tukio hili, kwa sababu wendo mkurugenzi zungumza na wananchi kwa sana na uhusiano mkubwa ambao utazidi kudumisha. Sisi tutaendelea kudumisha uhusiano wetu pamoja na, na katua uh, decorations and catering. kwa sababu tayari tulikuwa tumehusiana nao, kwa hiyo tutaendeleza uhusiano huo, lakini tunawaahidi kwamba kama Jembe FM tutakuwa na angalau siku mbili za maombolezo kwenye, kwenye redio yetu tutapiga nyimbo za maombolezo kwa ajili ya kumwomboleza mama Katua, lakini vile vile tunaahidi kwamba tutaendelea kuwa shirikiana na wakazi wa Mwanza na familia nzima kwa ujumla na wadau wote wa entertainment. Tunawaahidi kwamba Jembe FM itaendelea kuwa kimbilio na itaendelea kuendelea kuwafuta machozi watu wote ambao katika njia moja au nyingine wamepoteza watu wao. Sisi ni binadamu na sisi ni sisi. Sisi ni Jembe FM kama tunavyosema tuko pamoja na wewe. Pamoja sana Jembe FM. Shukrani sana. Asante. <laughs>